Isaya sura ya 45 aya ya kumi na moja tunaandikiwa maneno haya: Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi; niulizeni habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu, na habari ya kazi ya mkono wangu; haya! Niagizeni. Na maneno haya yanatutia moyo, na kama ilivyo kawaida, moja kati ya hofu kubwa za mwanadamu ni kuhofia kesho itakuwaje. Kesho kwetu ni siri imefungwa, kwa sababu hiyo hatuijui, hatuioni, inatutia hofu, inatufanya tuiogope, tunakuwa na maswali mengi. Hata kama umejipanga, umeweka mipangilio yako vizuri, lakini bado huwa kunakuwa na kahali ndani ka kujiuliza, litakamilika? Litatimia? Litakuwaje? Mungu ametupa nafasi, ametupa nafasi nzuri sana ya kuweza kuondoa hiyo hofu na huo woga wa kesho yetu itakuwaje. Anasema hivi, niulizeni habari za mambo yatakayokuja. Ametupa nafasi ya kuomba ili ombi mbele zake ili apate kutufunulia yale yatakayokuja. Kwa kweli macho yetu hayawezi kuona. Hayawezi kuona hiyo kesho itakuwaje isipokuwa tu tumepata ufunuo kutoka kwa Bwana. Naye ametupa nafasi ametupa nafasi ya kutuonyesha, kutuambia tuombe, tuulize ili tupate kuona hiyo kesho yetu ikoje. Kwa sababu hii tunalo tumaini kubwa, tunalo tumaini kubwa, kwa sababu giza linaangaziwa nuru. Pale tusipoweza kuona, Mungu anaweza kuona na kutuambia mambo yalivyo. Kwa usikae katika hofu na mashaka, ukihofia kesho itakuwaje. Unayo nafasi ya kumuuliza Mungu na Mungu atakupa kesho njema yenye heri na baraka tele. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii, sante kwa kutupa nafasi ya kuiuliza kesho yetu, mambo yatakayokuja mbele zako. Mwangalie mtumishi wako huyu, Bwana, neema ya kwako ikawa pamoja naye, ukamfunulie siri za mambo yajayo mbele yake, ukamfunulie siri za mambo yanayokuja katika kazi, kwenye familia kwenye mashamba yake kwenye mabanda, kila mahali ulipompanda na kumweka. E Bwana Yesu, ukamfunulie mambo yaliyo mbele yake, mambo yaliyo gizani, mambo yaliyofichika. We Mungu, ukamwambie mambo yajayo, neema yako iwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, amen. Asante sana kwa kufuatana nasi. Mungu akubariki, neema ya Mungu iwe pamoja nawe.